Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye Pedals and Roses Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Ni matumaini yangu hamjambo mahali popote pale mlipo. Karibuni sana. Ninawashukuru kwa comment zenu, mnavyo subscribe, mnavyoniuliza maswali kwa njia yoyote ile, mimi nawashukuru sana sana sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Leo nazungumzia ni jinsi gani unyanyapaa unavyomwathiri mtu anayeishi na VVU kiakili. Huyu mtu anaishi na VVU lakini ananyanyapaliwa. Sasa huu unyanyapaa nimeiweka katika sehemu tatu. Nitazungumzia binafsi, yaani mtu mwenyewe anajinyanyapaa nitoe mfano yani, niwe ni mimi ndo nimetoka kuchukua majibu yangu ni positive, lakini mimi sina yani, yuko kwenye denial stage na nasema mimi sina naona, alafu yani, sijikubali mimi mwenyewe nasema huyu kakosea, sivyo. Sasa mimi ninachokisema hapo kwamba kama hujikubali katika hospitali ya kwanza uli uliopima nenda kapime tena kwenye hospitali ya pili. Bado hukubali, nenda kapime, kwenda kwenye hospitali ya tatu. Kwa hiyo unaweza ukapima hata hospitali nne, naona mpaka utakaporidhika we mwenyewe, lakini usichukue tu yale majibu unasema, sio mimi, naona wamekosea, alafu unatokomea. Unapotokomea ukaacha kwenda kuchukua dawa na ukaacha kwenda kwa wataalamu wa afya kupata ushauri na saha. Kwa hiyo unapotokomea pale ndipo unapokwenda kuambukiza watu wengine. Sasa mimi wewe, siwezi nikasema kwamba eti unaambukiza watu bila kujua, hapana. Mtu kama huyu mimi namuweka kwenye kundi la watu wanaoambukiza watu huku wakijua, kwa sababu alishapata majibu ya mwanzo eh? Amekataa kujikubali. Hmm. Lakini anaenda kwa labda amechovya chovya huko anaenda kuambukiza kwa, kwa watu wengine. Kwa hiyo hiyo ni binafsi. Kwenye jamii nitaweka hapa ile jamii inayokuzunguka mahali, popote pale ulipo, lakini wewe unaishi na VVU. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba labda umepita kama mfano ni nyumbani, labda umepita mtaani, alafu unatembea unapita hivi, watu wamekaa kwenye kibaraza labda wanaongea alafu wanacheka. Unaona, sasa wewe kwa sababu tayari una VVU, unaanza kujihisi kwamba huenda hawa watu wananicheka mimi au wananiongelea mimi, wananizungumzia mimi. Mimi ninachokuomba usimfikirie mtu yeyote yule katika jamii kwamba anakunyanyapaa. Hapana. Ishi maisha yako wewe kama wewe na viviu vyako, fanya shughuli zako wewe mwenyewe na viviu vyako. Usimfikirie mtu mwingine kwa sababu ya viviu vyako kwamba mtu mwingine akicheka amekucheka wewe, au mtu mwingine tu akikohoa ame, ame ni wewe. Ukiishi maisha ya namna hiyo na una VVU basi, unaweza kujikuta unapata msongo wa mawazo, kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu utaenda tena kunywa madawa mengine. Kwa hiyo unaweza kuto na rundo la madawa, na hiyo ni katika jamii na hii katika jamii naweza nikaweka tu hapo, kwamba labda ndugu unaoishi nao au majirani, kama uko kwenye nyumba ya kupanga, labda wapangaji wenzako, unaona. Kwa hiyo hii yote ni jamii. Zungumza nao, kama uko tayari kuzungumza nao, zungumza nao, waelimishe jinsi gani unavyoambukiza. Yani ukiona mtu anakunyanyapaa katika jamii, zungumza na huyo mtu, muelimishe jinsi gani hivi VVU vinaambukizwa, kwa sababu yeye anakunyanyapaa, anawoga, ana wasiwasi kwamba huenda nitapata nikila na huyu mtu, nitapata nikiuza naye dukani, nitapata nikikaa ofisini na yeye akatoka na mimi nikakalia kile kiti, nitapata nikilala naye kitanda kimoja, nitapata. Siyo hivyo. Naona, mtapika, mtakula pamoja, mtaosha vyombo, hata kikombe kile cha maji utakinywea, utakinywea, haupati. Unaona, nyumbani huwa tunapika, tunakula wote pamoja, sahani moja au sinia moja, hiyo mnakula tu, wala hata huwezi kupata, naona. Kwa hiyo usimnyanyapae mtu, usiwe na woga, lakini kama wewe mwenyewe pia katika jamii bado haujawa tayari kuzungumza na hawa watu wanaokunyanyapaa. Naona, lakini unaogopa kwa sababu unawaambia, ila wao wanakunyanyapaa kwa sababu wamesikia minong'ono kutoka kwa watu wengine pembeni eh? Wanaanza kuzungumza zungumza, yaani kama kama mafumbo mafumbo hivi unaona. Piga hatua mbele, vielewe viviu vizuri Elewa jinsi gani vinavyoambukizwa, halafu zungumza na hii jamii ambayo imekuonyesha kama unyenyapaa. Zungumza nao vizuri tu, sio kwa ukali, sio kwa ugomvi, wala sio kwa nini. Ongea nao taratibu kwa sababu wewe unaelimisha, naona. Toa elimu jinsi ya VVU vinavyoambukizwa, VVU ni nini, AIDS ni nini, elimisha wale watu Naona. Alafu kuna unyanyapaa sehemu za kazi, mtu wanafanya kazi ofisi moja na mwenye VVU. Lakini unakuta wana wasiwasi. Eh? Yaani akiingia tu wanakuwa na wasiwasi. Tena siku hizi zimekuja maski, mtu anabandika na maski, unaona. Zamani kulikuwa hakuna maski lakini namshukuru Mungu, mimi kazini kwangu sikuwahi kupata unyanyapaa, yaani nilipata msaada mkubwa tu. Kwa hiyo nashukuru, na kwa kweli kwa hilo namshukuru Mungu kwa hilo. Nimekuja kupata unyanyapaa mimi, niseme tu ukweli, na Mungu ananiona na ananisikia na hii video itakuwepo na itakuwepo. Siwezi kusema nilipata unyanyapaa hapa. UK ndipo nilipopata unyanyapaa, naona. Lakini yule mtu nafikiri ilikuwa ni ni kutokuelewa, au pengine alitaka tu mimi nikimbie sehemu ya kazi. Nafikiri alikuwa haelewi kama mimi nilishajikubali tangu ile siku ya kwanza ninapewa majibu. Kwa hiyo alipoanza ile kuninyanyapaa na kusambaza taarifa kwa watu wengine kwamba ninaishi na VVU, eh? Tena yeye hakusema kwamba VVU anasema nina UKIMWI eh? Hawezi kushare kitanda na mtu mwenye UKIMWI sehemu ya kazi. Hiyo ni sehemu ya kazi eh? Lakini nilisimama kwa kujilinda mimi mwenyewe, kujitetea mimi mwenyewe kistaarabu, kiungwana kwa kufuata zile sheria na taratibu za sehemu ya kazi, naona. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kila kitu kilikwenda salama, na tangu hapo nikaanza kupata msaada kutoka kwa waajiri wangu waliokuwa wameniajiri. Naona kumbe nika, kumbe ningesema tangu mwanzo, pengine huu msaada ningeupata, lakini kila kitu kina wakati wake, kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo wapendwa wangu, leo nitaka nizungumzie hiyo jinsi gani unyanyapaa unavyoathiri mtu anayeishi na VVU kiakili. Asanteni sana kwa kunisikiliza, msisahau kucomment, kushare video hii na video zingine kwenye Pedals and Roses Stories Mlike na lile good dole gumba, alafu msubscribe ili tuongezeke, tuzidi kupeana hii elimu, tuzidi kuelimishana na wengine. Asanteni sana.